Na Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wa Muhai TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo, na leo tunauangalia muujiza mwingine, unapatikana katika Injili ya Marko sura ya 11 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 14, taruka tutaenda kusoma wa 20 mpaka wa 24. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wa ishirini. Na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama mtini ulio ulaani umenyauka. Yesu akajibu akawaambia, mwaminini Mungu. Amina waambia mta yoyote, yoyote atakayo amini nawaambia yeyote atakaye wambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amen. Pendwa mtazamaji, hapa tunakutana na muujiza mwingine huu. Muujiza ni wa kulaaniwa kwa mtini. Mtini ni aina ya mti wenye matunda mnaopatikana zaidi kule mashariki ya kati. Sasa ilikuwa Yesu ametoka asubuhi, anaenda Yerusalemu na wanafunzi wake. Sasa njiani, Biblia anasema akajisikia na njaa, akaona kwa mbali mtini, akaufuata, labda aone tunda mle achume ale lakini alipofika pale hakuona chochote. Basi akauambia ule mtini, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Basi wanafunzi wake walisikia neno hilo alipolisema. Sasa wakaenda Yerusalemu, wakarudi zao, wakaja wakalala. Tena asubuhi yake kulipokucha tena wakapita njia ile ile, walipofika pale wakaona ule mtini umenyauka tangu shinani mpaka matawi yake. Petro akakumbuka habari yake akasema, Bwana, tazama ule mtini ulio ula, ulaani jana umenyauka. Yesu akawawambia mwaminini Mungu. Yesu akawambia mwaminini Mungu. Amina wambia yoyote atakaye yoyote atakaye waambia mlima huu ng'oka, ukatoke baharini, wala asione shaka moyoni mwake Eh, ila amini kwamba hayo anayoyasema yatatukia yatakuwa yata yake. Maana yake hapa anawaambia kwamba muwaminini Mungu, muwe na imani kwa Mungu. Kiwa na imani kwa Mungu naweza kuwaambia mlima huu ngoka hapa nenda baharini, huo mlima unaondoka. Kwa hiyo kitu muhimu anachowakazia hapa ni imani, wawe na imani kwamba mkimwamini Mungu lolote unaweza kuliambia litoki. Sasa habari hii inatufundisha hapa mambo mawili. Jambo la kwanza, mtini unawakilisha wana wa Israeli. wana wa Israeli hawakumzalia Yesu matunda, kwa hiyo kulaaniwa kwa mtini kuliwakilisha kulaaniwa kwa wana wa Israeli ambao hawakupenda kumpokea Yesu Kristo wala kuzaa matunda waliopaswa kuyazaa. Na jambo la pili hapa ni imani. Jambo la pili ni imani. Imani ndiyo inayotenda kazi, imani ndiyo inayotenda kazi. Yesu anawaambia mgekuwa na imani na kumwamini Mungu, mnaweza kuambia mlima. Mlima hapa inamaanisha matatizo makubwa. Unaweza ukaliambia tatizo kubwa lika liondoke, linaondoka. Hakuna litakalo kuwa gumu, bali yote utakayoamuru yataondoka. Kwa hiyo, uwe ugonjwa utaondoka, iwe mauti itaondoka, si iwe hofu itaondoka. Chochote kile kiamuru kwa imani kinaweza kuondoka. Mungu wa mbinguni akusaidie, uwe na imani, mwamini Mungu. Yesu anasema mwaminini Mungu, nami nakwambia mwamini Mungu. hakuna litakalo kushinda Mungu akusaidie, dumu katika imani ya Yesu Kristo. La sivyo, kila jambo litakushinda, sababu mengi yanawezekana kwa imani. Na Mungu wa mbinguni awe upande wako, akubariki. Nikutakie kila laheri katika maisha yako ya kumwamini Yesu Kristo. tena tena katika kipindi kijacho, na neno litaendelea kuletwa kwako, na mkate huu wa uzima utaendelea kukufikia, ila usiache kuniunga mkono kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe sana.